Ujambo hapo ulipo, na karibu kuungana nami Ruben Lukumbuka katika ya makala ya yaliyojiri wiki hii, na sehemu kubwa ya makala hii itaangazia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis huko Vatican. DRC na Rwanda zatia saini makubaliano yenye lengo la kuonyesha nia ya kufuatilia amani na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la ukanda wa maziwa makuu na mashariki mwa DRC kwa ujumla, siasa za Tanzania kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba, lakini pia ziara ya rais wa Kenya William Ruto huko China. Tutaangazia hali ya vita nchini Sudan, tukitupia jicho katika nchi za ukanda wa Afrika magharibi na kati, lakini pia hali ya vita huko Ukraine na mashambulio ya jeshi la Israeli Gaza huko Israeli, ni miongoni mwa habari kuu za dunia zilizojiri kwa juma hili. Kwa hayo na mengine zaidi, na kusihi msikilizaji, kwa moyo mkunjufu ni kukaribishe, tuandamane pamoja hadi tamati. Makala hii inaanzia huko Vatican ambapo Jumatatu ya Aprili 21 dunia ilitikiswa na taarifa ya kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, ambapo viongozi mbalimbali mbali wa dunia tayari wamewasili katika mji huo wa Vatican kuhudhuria mazishi yake na wengine wakiendelea kutuma salamu za pole kwa viongozi wa Vatican kufuatia kifo cha Papa Francis wengi wakimweleza kama kiongozi wa kipekee aliyekuwa mtetezi wa haki. Jumamosi ya Aprili 26 mwaka huu ndiyo siku ya mazishi ya Papa Francis. Emmanuel Makundi. Kwa mujibu wa waratibu wa mazishi haya wanasema watu zaidi ya laki moja na nusu walikuwa wamekwisha kutazama mwili wa Papa Francis, tukio linalohudhuriwa pia na makardinali waandamizi tayari wakuu wa nchi zaidi ya 50 na wafalme kumi wamethibitisha kushiriki shughuli za mazishi zitakazofanyika Jumamosi hii akiwemo rais wa Marekani Donald Trump na mwenzako wa Ukraine Volodimir Zelenski. Mamlaka za Italia na Vatican zimeweka ulinzi mkali kuzunguka kanisa la Mtakatifu Pita, huku hakuna ndege yoyote isiyo na rubani inayoruhusiwa kurushwa jirani na eneo hilo, huku walenga shabaha na ndege za kivita wakionekana katika paa na anga la eneo hilo. Itakuwa ni mwanzo wa kuelekea vikao vya makadinali waandamizi zaidi ya mia moja ambao watakutana ndani ya siku chache kuamua na kupiga kura kumpata papa mpya ambaye huenda akapatikana Mei tisa. Lakini je, Papa Francis alikuwa mtu wa aina gani? Florence Kivuva ameandaa taarifa ifuatayo. Disemba 17 mwaka 1936 George Mario Bergoglio alizaliwa huko Buenos Aires kwa mhasibu na mama wa nyumbani kutoka kwa familia ya wahamiaji wa Italia. Septemba 21 mwaka 1953 anapokea wito wa kuwa padri. Mwaka 1957 anafanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake. Machi 11 1958 baada ya kusoma uhandisi wa kemikali katika chuo kikuu anajiunga na vuguvugu Kajisuit kama mwanafunzi. Disemba 13 mwaka 1969 alitawazwa kuwa padre na Julai 31 mwaka 1973 anakuwa kiongozi wa Wejisut wa Argentina, nafasi ambayo alihudumu kwa miaka sita. Februari 28 mwaka 1998 kuwa askofu mkuu mteule wa Buenos Aires kabla ya Februari 21 mwaka 2001 kufanywa kuwa kardinali na Papa John Paul wa Pili. Machi 13 mwaka 2013 alichaguliwa kuwa papa wa 266 baada ya mtangulizi wake Benedikt wa 16 kujiuzulu. Julai 4 mwaka 2021 alifanyiwa upasuaji wa utumbo mpana na kulazwa kwa siku kumi kabla ya kurejea tena hospitali Machi 29 mwaka 2023 kwa matatizo ya mfumo wa upumuaji. Juni 7 mwaka 2023 alilazwa hospitalini kwa upasuaji wa ngiri na kukaa kwa siku tisa kabla ya kurejea tena, Februari 14 mwaka 2025 kwa ugonjwa wa nimonia ambao umepelekea kifo chake. RFI. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis atakumbukwa kwa mchango wake wa kusisitizia wito wa amani duniani, mageuzi kwa serikali ya Vatican na msimamo mkali dhidi ya maaskofu waliotuhumiwa kuwanyanyasa watoto. Benson Wakoli anaangazia baadhi ya mafanikio ya papa Francis. Papa Francis, raia wa Argentina, kibarua chake cha kwanza pindi baada ya kuingia afisini mwaka 2013, ilikuwa kupambana na visa vya ulawiti vilivyokuwa vinahusishwa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Mwaka 2018, papa alifanya mkutano na maaskofu kutoka taifa la Chile waliokuwa wanatuhumiwa na visa vya ulawiti. Baada ya mkutano huo, viongozi ao kutoka Chile walijiuzulu nafasi zao. Mwaka 2019, papa Francis alimwachisha kazi kardinal Marekani mwenye utata Theodore McCarrick kutokana na tuma za unyanyasaji. Papa Francis pia aliongoza ufunguzi wa afisi ya Vatican ya kushughulikia kesi za unyanyasaji, ila wakosoaji wake wanadai hakuna liloafikiwa kutokana na juhudi hizo. Kiongozi wa kanisa Katoliki alikabiliwa pia na upinzani mkali kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Vatican waliomtuhumu kwa kutumia mabavu kuleta mabadiliko pale Vatican. Wakati wa uhai wake, Papa Francis alifanya ziara zaidi ya 47 ambazo alitumia kutoa wito wa amani kwa mataifa kama vile Gaza, Sudan na Ukraine. Licha ya juhudi hizi, Papa Francis alikumbana na upinzani mkali na pia kutuhumiwa pakubwa mwaka 2023, kutokana na kauli yake ya kutaka kanisa kwa wakumbatia watu wenye uhusiano wa kimapenzi wa jinsia moja, ila baadaye alitoa ufafanuzi kuhusiana na kauli hiyo. Na kama nilivyotangulia kukujuza, msikilizaji, aliyojiri wiki hii imegubikwa kwa sehemu kubwa na kifo cha Papa Francis, wakati huu dunia ikiendelea kuomboleza kifo chake. Nchini Kenya, rais William Ruto alimwelezea kama kiongozi wa kipekee aliyependa amani. Alipozuru Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo mwaka wa 2023 Papa Francis alisisitiza wito wake wa amani na umoja, hasa kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo linaloendelea kushuhudia utovu wa usalama, na tangu wakati huo amekuwa akisisitiza wito wake kwa viongozi wa ukanda. Mwanahabari wetu wa Goma, Chube Ngorombi, anaeleza namna ambavyo wakazi wa Goma na eneo la mashariki mwa DRC linalokaliwa na waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda walivyopokea taarifa hiyo ya kifo cha papa Francis. Kifo cha Papa Francis, kiongozi wa kanisa katoliki ulimwenguni, kimepokelewa kwa huzuni na raia waishio mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, ambao hapa wamejulisha hisia zao mbalimbali palikuwa natu pombea kiroho na kimwili, tunasukuru. Amefariki mbele ya wakati, na haya afika hapa Mkongo hatufurahi. Alikuwa sema sana jua amani duniani, kwa maana sii tunasikitika kabisa. Lakini pia viongozi wa makanisa mbalimbali mbali ya kikristu katika muji wa Goma wamejulisha pia hisia zao, kama anavyojulisha hapa kiongozi kiprotestanti jijini Goma, Fabien Kakwira. Hivi basi tunasema pole kuanzia ya Vatikamu mpaka ku makanisa na vijijini huku kote tunasema pole, na Wakristo wajipe moyo, wapadiri wote ambao wana waeveke wajipe moyo tu, sababu Mungu alipenda mchungaji wake aondoke katika mwili. Hata hivyo, viongozi wa mashirika mbalimbali mbali ya kiraia pia wamejulisha kinachoendelea upande wao, kama anavyojulisha hapa mtaalamu wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Vikari Batundi Hangi. Ye kwa kweli alikuwa ni mtu mwenye kuzingatia amani. Kufariki kwake ni huzuni, ni jambo la huzuni kwetu kama vile Kongomani. Haya inaripotiwa wakati wa Kristo wa Kanisa Katoliki katika mji wa Goma, wakiwa na matumaini ya maombi ya Papa Francis. Chubengorombi, Goma, RFI Kiswahili. Katika kipindi cha miaka kumi na miwili ya uongozi wake Papa Francis alijipambanua kama mtetezi wa haki na mhubiri wa amani ya dunia, masuala yaliyompatia umaarufu duniani kote. Aidha alikuwa mtetezi wa ulinzi wa mazingira aliyepinga unyonyaji wa mataifa yanayoendelea, lakini pia wakati mmoja alizua utata baada ya kuonekana akitetea watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Lakini je, Papa Francis ameacha urithi wa aina gani kwa dunia? Sebastien Muyengo ni askofu mkuu wa dayosis jimbo Katoliki la Uvira, Kivu kusini mashariki mwa DRC, alikuwa na haya ya kusema. Aliaga watu wale, alilalamikia juu ya amani, juu ya haki, juu ya mapendo. Kwa sisi wana wa Afrika tunajua kwamba alipenda mno

alifurahi sana kusoma misa, alitupatia mafundisho makubwa ile tulione taaribi itatengeneza nchi yetu kwa ngambo ya maendeleo, kwa ngambo ya amani. Ni sauti yake Sebastien Muyengo, askofu mkuu wa dayosisi ya jimbo katoliki la Uvira huko Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Na, na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wiki hii, msikilizaji, habari kubwa ambayo iligubika yaliyojiri katika nchi hiyo ni kule kusainiwa kwa makubaliano kama njia ya kufikia amani ambapo mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe pamoja na mwenzake wa DRC Therese Kaikwamba Wagner Ijumaa ya tarehe 25 mwezi Aprili mwaka huu walisaini makubaliano yenye lengo la kuendeleza amani na maendeleo ya kiuchumi, lakini pia sitisho la mapigano mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ikiwa ni sehemu ya msukumo mpya wa kidiplomasia ili kukomesha ghasia baada ya waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na Rwanda kuendelea na mapigano huko mashariki mwa nchi ya DRC. Mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda walitia saini makubaliano hayo mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambapo Aliweka neno na kusema makubaliano hayo yatatoa matumaini ya kupungua kwa mvutano wa zaidi ya miaka 30 kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hatua ambayo ilifikiwa baada ya marais wawili wa DRC na Rwanda, Felix Tshisekedi na Paul Kagame, kukutana huko Doha, Qatar, huku wawili hao wakionyesha nia ya kutaka kumalizika kwa vita eneo la mashariki mwa DRC. Kisangani FM. Tukiwa bado huko DRC ni kwamba serikali ya Kinshasa ilisitisha shughuli za kisiasa za kilichokuwa chama tawala cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye hivi karibuni taarifa zilienea kwamba alionekana kwenye mji wa Goma. Hatua ya kusitisha shughuli za chama cha PPRD ilipokelewa shingo upande na chama hicho, kama anavyoeleza wakili Ferdinand Cambere, Naibu katibu mkuu wa chama hicho alipozungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Fredi Tendilonge. Wanaenda wakasimamisha kazi za chama. Sasa chama ilifanya nini kama chama? Na kama ni ile ambayo wanasema Rais Joseph Kabila amejitokeza Goma, nani alionyesha hata picha yake, hata mmoja pale Goma? Na yeye akafika Goma kama mwananchi, ni dhambi gani? Na, na kabla ya kulikunja jamvi la yaliyojiri wiki hii ni kuwa shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF juma hili lilisema mmoja wa wafanyakazi wake alipigwa risasi Aprili 18 akiwa nyumbani kwake na watu wenye silaha mjini Masisi. Mfanyakazi mwingine wa MSF pia aliuawa kwa kupigwa risasi mwezi Januari katika makabiliano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Zalendo. Emmanuel Lampart ni meneja wa MSF nchini DRC alisema kinachoendelea lazima kikomeshwe. Ijumaa iliyopita wakati akitoka katika hospitali kuu ya rufaa Masisi, mwenzetu mshirika wetu muuguzi katika hospitali hiyo aliuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake na watu waliovalia sare za jeshi. Hii inaonyesha ni kiasi gani hali ya usalama inavyoendelea kudidimia. Wengi wanajikita zaidi kwa kinachoendelea kwenye uwanja wa mapambano au inapotokea makabiliano ya risasi na operesheni za kijeshi, lakini ukosefu wa usalama unaripotiwa pia mbali na kwenye uwanja wa mapambano. Ni sauti yake Emmanuel Lampert, meneja wa MSF nchini DRC. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema pamoja na kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo, siku ya Ijumaa, walilaani vitendo vya ukatili na unyanyasaji waliofanyiwa viongozi na wafuasi wa chama hicho wakati walipojaribu kufika mahakamani kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Akizungumza na wanahabari, katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, ambaye alikuwa miongoni mwa waliochukuliwa kwa nguvu na idara ya polisi siku ya Alhamis, alikashifu polisi kwa kuinyooshea kidole serikali kuu. Matukio yote haya yanalenga kuzuia no no reform no election. bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Matukio ya kukamatwa kwa Lisu, matukio ya Chadema kubambikiziwa kesi mahakamani, matukio ya viongozi kupigwa, matukio ya chama kushambuliwa kushoto na kulia kwa njia mbalimbali ni mpango wa dola kudhibiti. No reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika hali hiyo, tutakuwa tumeingia kwenye kufanikisha mpango wao kama tukirudi nyuma kwenye no reform no election, na kama tukipata hofu kwa sababu wenzetu wameumizwa. Matukio haya yaendelee kutupa sababu zaidi, kila kesi ya Lissu ikitajwa mahakamani kwenda mahakamani kwa wingi zaidi, lakini wakati huo huo tukiendelea na mapambano ya no reform no election. Mbali na katibu mkuu, pia makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche alikuwa miongoni mwa waliokamatwa, huku wafuasi wao wakipatikana wakiwa wamejeruhiwa kutokana na kile kinatajwa kuwa kipigo toka kwa polisi. Nchini Kenya, ni miaka miwili imepita tangu mwanariadha wa kike wa Kenya Agnes Tirop achomwe kisu hadi kufa ambapo mshukiwa mkuu aliachiwa kwa dhamana kabla ya kutoweka katika mazingira ya kutatanisha, huku wanaharakati wakisema kitendo hichi kinathibitisha namna serikali imeshindwa kutoa haki kwa wahanga wa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Nchini Sudan Kusini, Jumatano ya juma hili, upinzani katika nchi hiyo ulisema kwamba umesikitishwa na kufungwa kwa ofisi yake karibu na jiji kuu la Juba siku ya Jumanne, hali inayoendelea kutikisa mkataba wa amani wa mwaka wa 2018. Na, na sasa tuangazie yaliyojiri katika mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini, tukianzia nchini Cote d'Ivoire ambako kiongozi wa upinzani Tidiane Tiam ameondolewa kwenye kinyangʼanyiro cha urais huku mahakama zikisema zinaamini kuwa mgombea huyo alipoteza uraia wake wa Cote d'Ivoire siku alipopata uraia wa Ufaransa mwaka wa 1987. Mgombea huyo hata hivyo, aliukana uraia huo Mach mwaka jana ili kuweza kugombea na uraia wake wa Cote d'Ivoire pekee. Tidian Tiam ametupilia mbali kabisa uamuzi huo wa mahakama: ni wafuasi wa chama tawala ndio walianzisha mchakato huo kinyume dhidi yangu, wakiwasilishwa na mawakili wa chama tawala na kupeleka kesi mbele ya majaji walioteuliwa na utawala. Siwezi kukubali maamuzi haya, sababu ni kinyume na haieleweki. Ninaendeleza dhamira yangu ya kutokubali maamuzi haya, niko tayari kupambana, kuhakikisha wananchi wa Cote d'Ivoire wanamchagua kwa uhuru mtu ambaye atawaongoza katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Orodha ya mwisho ya wapiga kura na wagombea wa kiti cha urais kule Cote d'Ivoire itachapishwa Juni 20. Juma hili rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwa alitangaza kuwa kuanzia mwaka ujao serikali yake itatoa bure mafunzo ya elimu ya juu katika vyuo vya umma na vile vya ufundi. Aidha, katika hotuba yake kwa taifa Rais Nandi Ndaitwa alisema serikali yake imekubaliana na ile ya Ujerumani kuhusu nyongeza ya fidia kwa wahanga wa vitendo vya mateso vilivyofanywa wakati wa ukoloni. Kwingineko duniani, tukianzia huko Marekani ambako siku ya Alhamis rais wa Marekani Donald Trump alilaani mashambulio mazito ya Urusi yaliyotokea nchini Ukraine siku ya Jumatano na kusababisha vifo vya watu kumi na wawili na kuwajeruhi wengine na kusema anaendelea kumshinikiza rais Vladimir Putin kukubali mkataba wa sitisho la mapigano nam. Ni kwa taarifa hiyo ndio nami na shusha nanga katika makala ya yaliyojiri wiki hii. Naitwa Ruben Lukumbuka Ben Salem, kwa heri.